Hiyo michezo mshikaji wangu. Yaani hapo watu wamekaa chini waumeza kichwa. Washapanga kila kitu yani. Kwa mbona wakiingia kwenye kumenene zao tu? Yaani kumenene kingia kwenye line yao tu muumia. Sasa umeakanyaga. Aliopanga mipango hiyo ni nani? Huyo huyo ambao unamzungumzia kila siku, huyo mwanamke huyo anaitwa Mwajuma, si Mwajuma ndo kapanga kila kitu. Adamu hujanielewa. Shida wangu kwamba yule mwanamke huyo, anachana naye kwa sababu sio mtu mzuri kwako. Mama kiukweli ki, mimi nimetokea kumu penda sana mtoto wako yule mwanamke sio mtu mzuri yule ni kicheche hakuna mtu ambaye simjua mtaani hapa utapotea mwajuma hapa mtaani kamaliza kote mwajuma mimi nilikuwa nalinda gesti hapo chini kila siku mwajuma lazima aje ukimpenda mwanamke basi mchukue yeye kama alivyo usitake kutazama tabia zake alizokuwa nazifanya huko nyuma wewe utakuwa umerogwa sio utakuwa nimerogwa nirogwa kwa sababu gani mimi nimetokea kukupenda sana kwanza nina njaa namba elfu mbili hmm elfu mbili tena, ukija kuzingua tu ntakuua, Mwajuma. kwa nini hivi ujiongezi wewe eh? Kwa mavazi haya hivi unafikiri utapata wapi soko wewe? nguo zimepauka zieleweki, hata mimi mzee na nafuu mimi. yule mwanamke namchukia sana, tena kama ikiwezekana, kaa naye mbali. hakuna jambo baya kama wewe ukiwa unamchukia mtu alafu ukataka kumshawishi mtu mwingine naye amchukie tena yule mtu. katika hilo ambalo unalifanya, hata shetani mwenyewe anaweza akakaa pembeni akajifunza kitu kupitia wewe